Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Jina langu ni Rajab Saini. Leo nakwenda kukuelekeza eh, jinsi gani eh, utakavyoweza kuweka password kwenye ruta yako. Kuweka password na kubadilisha jina la ruta yako. Ni rahisi sana. Hatua ya kwanza utaenda utaenda kwenye browser yako. Mimi natumia Chrome, so nitaenda Chrome. Ikishafunguka hivi bwana, kuna kuna utaandika kodi hii ambayo inakuaga nyuma ya router yako, kama hujajua, kama hujajua lakini, kama unajua haina shida utabonyeza 192.168.1.1 eh, ukishabonyeza hapo utaingia kwenye router uta search, unaona itafunguka kama hivi thani. Umeona itafunguka kama hivi, natumai utakuwa unaona, natumai utakuwa unaona au au ngoja, ni, ni nini ni rotate ili uweze kuona kiukubwa. So kama simu yako ipo vipi, rotate ili na wewe uone vizuri, sijui kuonekana, na wewe uone vizuri itakuwa so vizuri, ni, na rotate kisha naweka nini tawasha desktop, tawasha desktop ilionekane vizuri sawa, iwe rahisi hata huko kuku, kwa kuona mo. Somo letu ni lile lile, jinsi ya kubadilisha password na jina ya router mwana. Hapa kidogo afadhali, utakuja katika ukujuku, umeona hapa, itafunguka kama hivi. Najua kila mtu anajua e, na kama ujui basi naona kuelekeza hapa, umeona utaandika Sorry, sorry, sorry. Sawa mona, hapo utaandika juu admin admin, sawa hapa chini pia admin. Mona, baada ya kuingia itaonekanika kama hifuatavyo. Sawa mona, ukishafungua mwanzo kabisa mona naenda semuliani kwa wifi setting pande huo wa kushoto huko kwenye kirogo cha Airtel, unaona kuna system status, internet function, kuna Airtel setting. Kwenye Airtel setting utabonyeza, kushabonyeza Airtel setting ona, utakuja hapa, unapoona hapa 2.4G wifi setting, utakuja unaona kuna sehemu hapa pameandikwa SSID, umepaona hapo. Mimi nimeandika jina langu la Rajabsynic hapa kwenye web yani WEP, auth type usibadilishe chochote. Wifi password utabadilisha, then utakuja chini kuseve. Umeona, kwa vile mimi nimeunganisha 5G na 2G, so ntaenda 5G. Kwenye 5G cha kwanza kabisa kushafungua hapa, jambo la msingi Unaona hapa juu palipo andikwa 5G optimization, kama hapa mzima, hakikisha unawasha. Ukiona hivyo hapo hapa jawashi, network yako inakuwa nzito sana, so mambo yako yanakuwa na delay, yanakuwa yanaenda mdogo mdogo, kwa namna unayotaka unaona. Lakini hapo kwenye SSID, mimi nimekaa Rajabsynic. Sasa wewe kama unataka kubadilisha, utaweka jina lako, kwa mfano unaweka Bakari nini, eh, ni wewe unavyotaka. Lakini kwenye web out type usibadilishe chochote, yaani hapa baada ya Rajabsynic, baada ya SSID usibadilishe chochote, lakini pia kwenye password hapa ndio sehemu muhimu. So mfano mimi ya kwangu ni ya biashara, so nabadilisha password kila siku asubuhi. So, badilisha badilisha badilisha password. So, yeah, kila, kila, kila siku ya kutua. Umeona, baada ya kumaliza kuweka password yako, utashuka chini hapa chini ya QR code utabonyeza save kisha itasei umeona. Na hapo utakuwa na hapo utakuwa umekamilisha zoezi lako la kubadilisha password ila ya ruta yako ruta ruta yako, yaani wifi yako. Nachokimaanisha, ruta ni ile yenyewe ile ya kuishika inaitwa ruta, lakini service naotoa ndio wifi umeona, so Nikutakie siku njema. Jina langu mimi ni Rajab Seni.